Nakuta jamaa eti linasema kwamba nitakupiga niende jela? Yani kilahisi lahisi tu kwamba eti jela ni ya wanaume? Wewe brother, wewe mimi mwenyewe askari magereza, lakini naiogopa jela. Alafu we, we simple simple tu, unasema nitakupiga niende jela. Jela, wewe simple simple tu unasema nitakupiga niende au Muhammad jela, kuna kina sasa wewe aligu uje uvione kwa vitendo. Kama unahisi utaharibu kwa makusudi kwa sababu unafahamiana sijui na mkuu gani sijui nani. Unajua jela kuna mtu anayekuja kubebwa huku, ni mwendo wa kazi kazi. Yaani huku ni fatiki kwenda mbele. Tena blaza, kile kilungu cha mwaka 47 ndo kimerudi. Eti unakuta lijamaa linatoroka kabisa eti linaashumu eti nataka kumtoroka meja <laughs> Oh, nitoroke mimi wewe. Zile risasi nazopewa na serikali 30 unajua kazi yake nini? Kama sio kusambaza miguu hiyo na kutawanya tawanya ubongo. Unaharibu kwa makusudi, alafu unakuja jela kuleta shida, shida, unataka kuja kutusumbua yetu, unataka kutoroka blaza. Kile kirungu cha miaka arobaini na saba sasa kimerudi, na tunakigonga kirungu vya, vya kwelikweli. Nasema hivi kabla rais ajaribu kombania, si tumekuharibu wewe vibaya mno. Huku sio makomila huku, shika adabu yako kama ujawajua lokunywa maji ya bendera, njoo jela utakuja kuwaona mtaani kama kondoo tulivyo ndani. Simba simple tu o meja mdogo mdogo, meja mdogo mdogo, shai kumuona askari mdogo mdogo, ndo ukajua laba na roho nzuri ulimuona wapi? We, watu kama wewe, nikija nikakutana nao kwenye targeti zangu, wewe unawapa tabu wenzako huko uraiani, wanashindwa kulala, wanashindwa kuishi kwa amani na manyamanyama yako hayo, kupiga piga vyako vyuma huko, unawasumbua wenzako kwamba nitakupiga niende jela. Sasa wewe haribu amani, haribu je, ukutane na wanaume wenzako huko. Nakuta jamaa eti linasema kwamba nitakupiga niende jela, yani kirahisi rahisi tu kwamba eti jela ni ya wanaume tu We blaza wewe, mimi mwenyewe askari magereza lakini naiogopa jela. Alafu wewe we simple, simple tu nasema nitakupiga niende jela. Kwamba unahisi jela kuna kina Wema Sepetu labda unavyohisi wewe, jela kuna kina sheria lai kuna mtu yoyote laba anafanana na waumini wa dini kama Kadinali Pengo kuna Yesu au Muhammad jela? Sasa wewe aligu uje uone uvione kwa vitendo kama unaisi utaharibu kwa makusudi, kwa sababu unafahamiana sijui na mkuu gani sijui nani. Unajua jela kuna mtu anayekuja kubebwa? Huku ni mwendo wa kazi, kazi. Yani huku ni fatiki kwenda mbele. Tena blaza, kile kilungu cha mwaka arobaini na saba ndo kimerudi, eti unakuta lijamaa linatoroka kabisa, eti linaashumu, eti nataka kumtoroka meja, oh nitoroke mimi wewe. Zile risasi zinazopewa na serikali salasini unajua kazi yake nini? Kama sio kusambaza miguu hiyo na kutawanya tawanya ubongo

mtaani kama kondoo tulivyo, ndani simba simple tu, sio huyu meja mdogo mdogo meja mdogo mdogo shai kumwona askari mdogo mdogo ndo ukajua, laba na roho nzuri ulimuona wapi? We watu kama wewe, nikija nikakutana nao kwenye targeti zangu wewe unawapa tabu wenzako huko uraiani, wanashindwa kulala, wanashindwa kuishi kwa amani na manyama nyama yako hayo, kupiga piga zako vyuma huko, unawasumbua wenzako kwamba nitakupiga niende. Je, sasa wewe aribu amaye aribu je, kutane na wanaume wenzako huko.